DW, tunavuma kwa kishindo. Na msikilizaji wa Doche Vele, karibu tena kwenye matangazo yetu haya jioni. Tunaungana moja kwa moja na Ismail Jussa, makamu mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Zanzibar, na ambaye pia alikuwa ni mkuu wa timu ya kampeni za urais wa chama chake visiwani humo katika uchaguzi uliomalizika juzi, baada ya sasa ya matokeo kutangazwa, akavosiwa taarifa za habari kwamba upande wa chama chake ACT Wazalendo hauyatambui mpaka sasa matokeo hayo, na tunazungumza naye hapa kuhusu mustakbali kipi kinatokezea sasa. Ismail, karibu sana kwenye mazungumzo yetu. nakushukuru sana Mohamed. Naam, uh, swali la mwanzo kabisa, kwa nini hamuyatambui matokeo ya uchaguzi huu? hatuyatambui matokeo ya uchaguzi huu kwa sababu hakukuwa na uchaguzi uh, tangu mwanzo, mtawala na hasa Uh, Dokta Hussein Mwinyi kwa kutambua kwamba ameshindwa kupata ridhaa ya watu, ameshindwa kupata imani ya watu, akaamua njia pekee halali kwake ni kuwaibia wananchi sauti zao kwa kupora uchaguzi. Hilo limeonekana katika kile kilichoitwa kura ya mapema, ambacho sisi tunakiita ni wizi wa mapema, na vile vile kimeonekana tarehe ishirini na tisa Oktoba, na haya nadhani hapa fursa haitoi uh, nafasi ya kuzungumza yote lakini tumeyataja kwa kina katika barua yetu ambayo tuliipeleka kwa tume ya uchaguzi, tukinakili kwa mwenyekiti na makamishna wote wa tume ya uchaguzi ya tarehe ishirini na tisa uh, Oktoba, ambayo ni siku ya uchaguzi, baada ya kufungwa zoezi la uchaguzi, tukiyataja uhuni wote ambao kwa kifupi tunaweza kusema unajumuisha kwa mfano mawakala wetu kutolewa katika vituo vya kupiga kura, watu kupewa kura hadi tano, wengine mpaka kura kumi, kupiga kwa mtu mmoja Uh, wagombea wetu wenyewe ambao sheria inaruhusiwa kuwemo na vituo kutolewa, yalikuweko masuala kwa mfano katika kuhesabu kura, wakatolewa mawakala wetu katika vituo vingi, na mle walimobakishwa wakawa hawashuhudii ha, hawaruhusiwi ushuhudia ya kura iliyopigwa inayohesabiwa ni ya nani, wamewekwa mbali kabisa, na mwisho kabisa hata mle mambo mlimehesabiwa Uh, maofisa wa ZEC wakagoma moja kwa moja kutoa fomu za matokeo ya uchaguzi Kwa hivyo kwa kifupi, unaona ni uhuni mtupu mtupo uliofanyika kiasi ambacho hauhalalishi kwamba unawakilisha kweli uh, utaratibu au uh, mchakato ambao ungepelekea sauti ya wa wazanzibari kusikika. Hata kwa kifupi, Muhammad, ndio msingi wa kusema kwamba uchaguzi huu hauwakilishi matakwa ya watu. Oh, unakusudia kusema Ismail kwamba nyinyi kama chama licha ya kwamba mlikuwa na mawakala katika vituo vya upigaji kura hamukufanikiwa kukusanya fomu za matokeo kwa sababu hazikutolewa kwenu na mamlaka ya uchaguzi ZEC? E, ni sahihi kabisa hilo. Kwa nchi nzima kabisa, hakuna hata kitu kimoja ambacho kulitolewa fomu za matokeo ya uchaguzi, si kwa uchaguzi wa rais, si kwa uchaguzi wa mjumbe wa baraza la wawakilishi, si kwa uchaguzi wa diwani kwa upande wa chaguzi za Zanzibar, na vivyo hivyo si kwa uchaguzi wa mbunge, sababu si hatukuwa na mgombea urais wa muungano, lakini hata kwa nafasi za ubunge kwa upande wa Zanzibar, yote hayo hayakufanyika. Hii ni kama vile hadithi iliyotokezea mwaka elfu mbili na ishirini ambapo mlituzungumzia hali kama hii pia kwamba hamkutoka tarafu mmoja katika katika vituo vya uchaguzi. Eh, ni sahihi. Tofauti yake ni ndogo tu kwamba elfu mbili na ishirini ambapo mimi mwenyewe nilikuwa mgombea Uh, tulifika wakati hata tukatolewa nje katika uh, hiyo kazi ya kuhesabu na mawakala. Mara hii baadhi ya vituo wameruhusu uh, mawakala kuwemo na katika mazingira hayo ambayo nilikuwa nimeeleza awali, lakini kama nilivyosema, hata mle ambapo walikuwa wamewaruhusu, ulipomalizika wamekataa kuwapa fomu za matokeo ya uchaguzi na, na niongezee Muhammed, ndio sababu hata walipotutaka tupeleke wakala wa majumuisho ya kura za rais katika tume tukaambia wakala wa majumuisho anakuja kufanya nini, ikiwa hana fomu hata moja hamkumpatia kupitia vituo vyetu vya kupigia kura. Swali kubwa ambalo linaulizwa sasa ni kwamba kipi kinafuatia baada ya hapa? Mmeshatoa tamko la awali la kuto kutambua matokeo haya, lakini kipi ambacho kinakuja baada ya hapa? Sisi tunafanya mashauriano na mawasiliano, mashauriano ya ndani ya chama na vile vile mawasiliano na watu wengine mbalimbali ambao uh, wanahusika na haya yanayoendelea bila shaka uh, mara nyingine inakuwa ngumu kuwasiliana na watu, na ndio maana hata tunashukuru fursa hii kuipata, kwa sababu kama mnavyojua Tanzania nzima mawasiliano yo, uh, ya internet uh, ya huduma zote hayapatikani uh, kwa hivyo njia pekee inayobakia ni kuwasiliana kwa simu, lakini tunafanya mashauriano na mawasiliano na tumewaambia wanachama wetu watulie, tutawapa uh, msimamo wetu. Leo hii mgombea wetu wa urais ambaye ndiye aliyepata ridhaa ya watu, naamini ndiye rais aliyeungwa mkono na watu, Othman Masoud Othman katika uh, msikiti wa Jibril hapa katika eneo la Mkunazini, Mji Mkongwe, baada ya sala ya Ijumaa, ametoa uh, ujumbe wake kwa wananchi, na baadaye alielekea pamoja na sisi katika ofisi zetu za chama Vuga na akatoa ujumbe. Na ujumbe aliowapa wananchi ni kwamba sisi tumeshinda na tunaamini kwamba tumeshinda. Tunaamini Dkt. Hussein Mwinyi, kama kura zingehesabiwa hakufika hata asilimia ishirini ya kura, na hali unaiona katika mji wa Zanzibar, mtu ambaye anadai kwamba amepata asilimia sabini na nne ya kura lakini hakuna hata watu wenye furaha katika mitaa wanaoshangilia. Linakuonesha tu kwamba mtu huyu amejilazimisha na amewekwa kwa nguvu. Kwa hivyo, mheshimiwa wote amewambia watu kwanza, watembee kifua mbele, wakitambua kwamba sisi ni washindi. Tuna imani za watu wa nchi hii kwa wingi, na mara hii hatukupata kura za ACT Wazalendo tu, lakini wazanzibari walio wengi waliochoshwa na miaka mitano ya ufisadi walitupigia kura sisi katika uchaguzi huu. Kwa hivyo, kwa hatua inayofuata, nini kitafuata mbele? Tunaendelea kufanya mawasiliano tutatoa maamuzi ambayo yatajali maslahi ya tajali, masla watu wetu maslahi ya wananchi wetu. Kikubwa kwa sasa tunachokijali ni usalama wa nchi yetu na usalama wa wetu. Na watu wetu, na ndio maana tofauti na uchokozi mwingi, sisi tumewaambia watu wetu wazingatie usalama wa nchi na watu wake, kwa sababu hilo ni jukumu letu kubwa sana kama viongozi watake Ume... wanachama na wazanzibari wote watu. watulie watupe nafasi viongozi wao wakiamini kwamba hatutawaangusha kama ambavyo tuliwaahidi kipindi chote cha kampeni la uchaguzi. Kama uh, wanavyosema Ismail, uzoefu umekuwa ukujirejea ule na kule kwa ule na elfu mbili na ishirini haiko mbali sana, kuwezi kuwakumbuka yalotokezea ambayo ilichanganyika na mauaji pia. Mpaka sahizi hakuja kuwa na tukio la mauaji kwa zanzibar angalau, lakini tunashuhudia matukio yanatokezea ya upande wa ya pili wa muungano. Je, yanatokezea upande wa pili wa muungano naathiri nini hatua zenu sahizi za kusaka suluhisho la Zanzibar? Kwanza sisi tunajifunza na mengi yanayofanyika kwetu sisi Zanzibar ameshatokezea huko nyuma, na nadhani ni uh, hazina hiyo ya uzoefu tulio nayo kwa chaguzi sita alizopita, huu ukiwa ni wa saba, inatufanya kufanya maamuzi sahihi kwa maslahi ya nchi yetu na watu wake. Hatuongozi na jazba, hatuongozi na hamasa, wala hatuongozi na tamaa binafsi. Tunazingatia kile kile ambacho siku zote kimetuongoza tangu zama za mzee wetu almarhum Maalim Seif Sharif Hamad, kuzingatia maslahi ya nchi na watu wake lakini kusema hivyo haina maana kwamba tutakubali kuhalalisha haramu iliyofanyika, haina maana kwamba tutahalalisha uhuni uliofanyika. Tunawahakikishia Wazanzibari na wote wanaotusikiza katika ulimwengu kwamba tuko makini, tunafanya mas, mashauriano. Tunaamini maamuzi tutakayotoa yatabadilisha mwelekeo wa siasa za Zanzibar na sauti ya wa Wazanzibari hatimaye itaheshimika. Ni kama kwamba unasema hamutoingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa ni, kwe, ni sawa? Hilo sidhani kama tunataka kulitolea kauli kwa muda huu. Swala la serikali moja ya kitaifa kwanza ni letu sisi, tulilipigania kwa jasho, kwa damu, kwa machozi, hatimaye likapatikana kupitia jitihada zilizoongozwa na Rais Karume na Maalim Sef Sharif Hamad wakati ule. Ni swala ambalo limo ndani ya katiba. Swala la serikali moja ya kitaifa inaongozwa na nani na inaundwa vipi, hayo vilevile ni matakwa ya kikatiba. Kwa sasa hivi nadhani tungependa tuishie hapa, mtupe fursa tufanye maamuzi kwa kina na lolote tutakalolifanya litakuwa ni kwa maslahi ya nchi yetu na Wazanzibari wote kwa umoja wao, kujali itikadi zao, ambao walituamini na wakatupa kura zao tarehe ishirini na nane na ishirini na tisa Oktoba. Asante sana kabisa kabisa, Ismail Jussa, makamu mwenyekiti wa chama cha Zanzibar, kuwa nasi katika matangazo yetu ya jioni hii leo hapa Deutsche Welle. Na nami nakushukuru sana Muhammad. Asante DW, tunavuma kwa kishindo.